Uh, Kamati ya Bunge la, uh, la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imesema kwamba utambulisho wa wageni wanaohudhuria vikao vya Bunge unapoteza muda, hivyo imependekeza utambulisho utafanyika kwenye, uta, ufanyike kwa wageni mahususi wa kitaifa na kimataifa na wale waliotoa mchango wa kitaifa unaohitaji kuenziwa. Makamu mwenyekiti wa kamati hiyo Musa Hasani Zungu amesema ayo wakati akitoa mapendekezo ya marekebisho ya kanuni za kudumu za bunge toleo la eh, Februari 2023 bungeni jijini Dodoma leo Juni 11 mwaka 2025. Namnukuu, kanuni za bunge zimeweka utaratibu wa kutambulisha wageni bungeni. Hata hivyo, utambulishaji wa wageni umeonekana kuchukua muda mwingi wa bunge, jambo hilo linalopunguza muda uliotengwa kwa shughuli za bunge. Kamati inapendekeza kufanya marekebisho ya kanuni ya 161 kwa lengo la kuokoa muda wa shughuli za bunge kwa kutambulisha wageni mahususi wa kitaifa na kimataifa waliopo katika ukumbi wa bunge pamoja na wageni waliotoa mchango wa kitaifa unaohitaji kuenziwa. Hili ni suala ambalo limetokea leo bungeni Dodoma, ambapo ni dhahiri shahiri utambulisho wa wageni bungeni unapoteza muda, bunge limesema. Ili kuendelea kupata taarifa zetu hapa Junii TV, bonyeza kitufe cha subscribe.